Steven, Leto runinga ya Citizen. Mamia ya watu duniani huenda wakafariki kutokana na kujiondoa kwa mashirika ya msaada kutoka kwa serikali ya Marekani. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ametangaza kusitishwa kabisa kwa miradi iliyokuwa ikitekelezwa na shirika la USAID. Brenda Wanga anatuarifu zaidi kuhusu athari za hatua uh, uh, uh, hiyo. Baada ya miaka sitini na minne Marekani imesitisha kabisa misaada ya kigeni ambayo imekuwa ikitolewa kupitia USAID. Waziri wa mashauri ya kigeni Marco Rubio akitangaza kufutiliwa mbali misaada hiyo ya USAID alisema kuwa badala yake msaada wa kigeni unaoendana na utawala wa Trump na kuendeleza maslahi ya Marekani utasimamiwa na idara ya serikali. Shirika hilo lilisimamia misaada kwa nchi maskini kote duniani, huku ikilenga zaidi Afrika na bara Asia. Katika maeneo mengi, USAID ilijikita zaidi katika utoaji wa chakula na chanjo za bure dhidi ya magonjwa kama vile HIV ambayo yanaenea sana katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Athari za usitishaji huo wa kudumu wa misaada ya kibinadamu kupitia USAID inakadiriwa kuwa kubwa ulimwenguni. Ripoti iliyochapishwa katika gazeti la Lancet imeonya kwamba hatua hii ya Marekani itasababisha vifo vya watu milioni 14 kote ulimwenguni ripoti hii ikionyesha kuwa kuondolewa kwa msaada ya kibinadamu kutaathiri vibaya sekta ya afya, haswa usimamizi na kuzuia usambazaji wa UKIMWI. Kwa jumla, vifo milioni 14 vinakadiriwa kati ya sasa na mwaka 2030. Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo tayari zinakabiliwa na athari za kusitishwa kwa usaidizi huu wa kibinadamu, huku mipango kama vile afya, kilimo na miradi ya kijamii ikiachwa na mapungufu ya ufadhili ambayo pia kupoteza kazi. Marco Rubio anasema nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, licha ya kupokea msaada wa dola bilioni 165 hazikuunga mkono kikamilifu maslahi ya Marekani katika Umoja wa Mataifa. Marekani pia imeshutumwa mashirika yasiyo ya ya kiserikali kwa kutumia vibaya pesa hizo kwa gharama ya walipa ushuru wa Amerika.